Ni pamoja na ujenzi e, wa uwanja wa mpira wa miguu Arusha utakaokuwa na uwezo wa kubeba watazamaji elfu 32. Ukarabati wa uwanja wa uhuru na uwanja wa Benjamin William mkapa Dar es Salaam, ujenzi wa vituo changamani yani vituo vya mazoezi na kupumzika wananchi Dar es Salaam na Dodoma, ujenzi wa hostel katika chuo cha maendeleo ya michezo Maria, ujenzi wa akademia ya michezo Maria na ukarabati wa viwanja vitano vya mazoezi. Aidha, serikali kama mnavyofahamu, imesaini mkataba na mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya wa Dodoma utakao kuwa na uwezo wa kubeba watazamaji elfu 32. Ndani ya kipindi hiki tutakuwa na viwanja vikubwa viwili Dodoma na Arusha. Jingine ni mfuko wa maendeleo ya michezo ambao una ili ndio lugha yetu ya mapambano ya uhuru kiswahili ndio lugha yetu ya kujenga utaifa sasa imechaguliwa kuwa tarehe saba julai kwa mnasaba huo hatuna budi kumshukuru sana mheshimiwa dkt samia suluhu hassan kwa kuifanya sasa tarehe saba julai mwaka elfu moja mia kenda na hamsina nne lilipopigwa jaramba la uhuru wa tanganyika sasa ndiyo siku ya kiswahili duniani Tanzania hatuna budi kutembea kifua mbele kwamba sasa siku hiyo dunia nzima inapoadhimisha siku ya Kiswahili Duniani, pia sisi tunaadhimisha mwanzo wa mapambano ya kudai uhuru wa nchi yetu. Jingine ni kufungua fursa za lugha ya Kiswahili duniani kote. Serikali kupitia Baraza la Kiswahili la Taifa, yani BAKITA, imeratibu kongamano la kwanza la kimataifa la Kiswahili.